Kimsingi tumekata ngebe hilo. <laughs> Ndo jambo la msingi ambalo tumekata ngebe na msimu huu. Nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu, ndio maana wanaweza ukamwona hata ngoma alifikia kusema vile, na kila mtu anaweza kusema anachoweza kusema msimu huu e, wakati tunamleta tuna Fadlu eh, kebeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida eh, wamechukua kocha msaidizi, hana uzoefu, kocha ameshusha timu sijui ligi sio mfano, maneno yakawa mengi, sisi tukanyamaza tu, tukaanza kushiriki eh, michuano ya CAF. Mpinzani wa kwanza alikuwa ni ni Al Ahli Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi. Al Ahli Tripoli ana mabuluru, sijui ana nani. Simba shughuli yake imeishia hapa. Tukamtandika Al Ahli Tripoli bao tatu. Safi kabisa, mnyama akaenda zake group stage. Group stage tukapangiwa waarabu wawili na msauzi kusini mmoja Uh, wakasema wakapanga kabisa wenyewe kwamba kwanza Konstantin, wa pili Sfaxin, wa tatu Bravo. Simba tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo. Katika hali ya kushangaza mnyama, ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne pap, tukaangukia kwa, kwa farao Misri. Wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo. Tukaenda tukapambana naye Almasiri, tukamtandika bao tukamtoa kwa penalti bao nne kwa moja tukaangukia kwa Stellenbosch bosh. Wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek, Simba ni nani? Anaondolewa Stellenbosch, tumemtandika goli moja kwa sifuri nyama ameingia fainali. Kwa hiyo kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke, tumewa surprise na tumekwenda hatua ya, ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie lazima tujitambie nayo, lakini vilevile wao walidhani kwamba fainali ya kafu ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club, kwa sababu wao walipita kwa ndondokela wakakutana kutana na maiti, ah, mpaka wakafika fainali, wakafikiri na kwa Simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba, tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kweli kweli, tumefika tumefika zetu fainali, na hapa fainali hatuishi hapa, tuna angalia ubingwa wenyewe. Swali la mwisho labda. Sisi, uh, uh, uh, uh, uh, Mpaka sasa hivi East Africa Simba imeingia finali, labda kuna funzo lolote mnatoa kwa East Africa nzima sio Tanzania peke yake. Sisi kusema kweli ni wachoyo na hatutaki kuwamfundisha mtu yeyote na tungependa kuona timu zote zinaishia pabaya kila siku tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza lakini hatujaikamilisha kukamilika kwa kazi hii Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2025. Na hili niwaambie, ndugu zangu wanasimba, hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa fainali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu, lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa niwaambie wana wanasimba, turudi tena mapangoni turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga Berkane nyama, tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yoyote ile ubingwa wa Kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo haliko taya, hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa maandalizi hivi sasa kwenda kuuchukua ubingwa huu na tunabeba Ahmed ilikuwa na inazungumzwa kwamba goli uh, moja kulikuwa uh, kuna maji ndogo sana ya Simba kwenda fainali yeah, kwa sababu kenda kumalizia. Eh, uh, mmefanya kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kufanya. Na kipi cha kuwaambia ya yeah, uh, Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri uh, na mpango wake wa kwanza ni kwamba uh, tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani kitu ambacho alikifanikiwa eh, baada ya kupata ushindi wa moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar. Uh, akaona ni ngumu uh, kupata bao la pili. Akasema sio shida, wacha nilinde goli hili hili moja, kwa sababu uh, nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika tisini nisiweze kufungwa bao jingine, na hiyo ndio kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Chale Ahua ndilo ambalo limetupeleka fainali, kama wao goli lao moja iliweza kuwavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo hilo moja limetupeleka fainali. Kimsingi tu ni kwamba eh, mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda fainali kwa goli moja na sisi tumewatoa kwenda fainali kwa goli moja. Ahmed, uh, kwa faida sisi uh, tumechelewa kidogo hapa, kwa nini kama viongozi sehemu ya Simba imekuwa ni fahari gani? Hujachelewa, hujachelewa, eh? Mm. Ah, ni kwa saa mia sahihi. Endelea ni fahari kiasi gani kama Simba kushuhudia mnyama natinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika? Ni fahari kubwa. Timu ya mpira wa miguu yoyote eh, inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya fainali na kuchukua ubingwa wenyewe. Na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa eh, kujivunia robo fainali. Imetosha sasa kujivunia kushika nafasi ya saba, nafasi ya ngapi sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele zaidi. mbele ya fainali ni wapi? Mbele ya robo fainali ni wapi? Ni kwenye ubingwa wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika, ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo, kama viongozi tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba eh, tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza fainali, na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani, mzani gani vile ambavyo mnaambiwa kwamba ili kufikia levo yao kwenye Kombe la Shirikisho na ingia fainali na na mpate medali. Na miaka yote tunapoizungumzia fainali wana Simba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka 93 sisi ndio tumesimamia hapo. Uh, na hii kwetu sisi inakuwa ni fainali ya pili ya michuano ya Kafu. Kwa hiyo mzani tulio balance ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka tisini na tatu. Rekodi tuliyoifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka tisini na tatu, lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka tisini na tatu. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa na ndio maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika fainali amecheza fainali kwa hiyo tume tume balance mizani yetu sisi wenyewe tulicheza fainali mwaka 93 tumecheza fainali mwaka 2025 sisi tunachotaka ni kulibakisha kombe Tanzania atuko tayari kwa namna yeyote ile Fainali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, fainali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu elfu sitini watakao watakaokuja Benjamin Mkapa, katika ardhi hii ya, ya, ya Mama Samia, kombe la CAF liko pale, alafu tuliache liondoke liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni, tutakwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe li baki hapa Tanzania. Ile jina lako sasa la semaji wa CAF kama umeliratibisha rasmi. Uliona mbali? Eee, semaji la finali ya CAF. <laughs> Imeongezeka hiyo. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali? Swali lako nafupisha kwa sababu waandishi wengine wananisubiri. Ni mapema mno eh, kuzungumzia yote hayo, lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe kumi na saba na tarehe 25 labda uje uniulize hilo swali tarehe 26 baada ya kuwa kwanza tumeshachukua ubingwa wa Afrika, ndio tutaanza kuangalia na makombe mengine. Lakini hapa tunaangalia uwezekano, kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba, kwenda kushiriki kombe la muungano. Unafuatilia muungano huko Pemba? Sifuatili, sifuatili. E, imeanza iko sawa, lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la mapinduzi. Yes, na sisi tuanzie fainali, twende fainali, kwa sababu kufika upande wa nani? Sasa wa Azam wa upa wa au upande wa Yanga, waandaaji ndio watakaoamua, au kama wanaweza kabana, kwa kuwa nyinyi ni mna fainali ya CAF, basi automatic mje mcheze fainali kwenye nani? kwenye, kwenye, kwenye muungano. Sisi tuko tayari tayari. Exactly. Yeah, lazima mtu uone, uone mbali Eh, ubingwa wa Afrika nauona kabisa. Ubingwa wa Afrika nauona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu kwa asilimia mia moja. Sasa kama ubingwa wa Afrika nauona, kwa nini nisianze kufikiria super cup dhidi ya Mamelodi Sundowns hapo Abu Dhabi? Ushampa ubingwa Mamelodi nawe? ah, <laughs> whatever, awe Mamelodi awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza super cup.